ni kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Mlilo, akitoa taarifa juu ya watu walioshikiliwa na jeshi la polisi baada ya jeshi hilo kuwazuia wanachama wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuhudhuria katika kesi inayomkabili mwenyekiti wa chama hicho Tundu Antiphas Lissu katika mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu. kufuatia taarifa hiyo mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda Serengeti, Lucas Ngoto, ya Serengeti Lukas Ngoto ametoa taarifa akielezea kusikitishwa na taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dare s Salaam Jumanne Mrilo akieleza kuwa anashangazwa kwa ripoti hiyo kuwataja watu hao waliokuwa wamekamatwa pasipo kubainisha wengine waliokamatwa akiwemo yeye katika operation hiyo iliyofanywa na jeshi la polisi nchini Tanzania. Jana nilipopata taarifa hiyo kwenye vyombo vya habari na kupitia mitandao ya kijamii kwamba Ndugu Murilo amesema kwamba walikamata watu wawili peke yake, na sisi ambao tuliumizwa hawana taarifa na sisi. E, mimi nimejiuliza maswali mengi sana kwamba kama kiongozi mkubwa tena RPC mkanda uh, maalum na si RPC peke yake, kwa sababu ile kauli sio kauli ya RPC peke yake. Kuna kuna kuna vyombo vingi ambavyo vimekutana na sasa vimeamua kwenda kutoa ile, ile taarifa. Vinaweza kuzungumza taarifa ya uongo bila hofu yoyote, bila mashaka yoyote. Uh, maana yake taifa letu uh, taifa letu liko kwenye hatari kubwa. Wewe mwandishi wa habari, sisi Watanzania wengine, wafanyabiashara, hakuna aliye salama, hakuna aliye salama kwa sababu uongo, uongo ni jambo baya. Uongo, uongo wa Murilo aliyouzungumza kwa jana kwamba sio wao waliotukamata, hakutakiwa kuwa ofisini hakutakiwa kuwa ofisini kabisa. Uongo huo ambao umeusema ni mkubwa, picha za za za, za sisi kukamatwa zipo, picha za sisi kukamatwa zipo, zipo kwa andishi wa habari wamezitengeneza. Mimi nimekamatiwa getini, wakiwa wanamsumbua wana, wana, wana na kumpiga dada mmoja anaitwa Eliza, hapo getini nimeenda kuwauliza, huyu mbona mnamvua nguo huyu dada mnamvua nguo huyu dada, wakatukamatia hapo hapo, mimi pambaru twaa mwenyekiti wa mkoa wa Singida na watu wengine getini. Tunaigiza ili uweje? Sisi tumeenda tume- tumepigiwa ununio porini kabisa, kule tumegaragazwa kwenye maji serikali, na picha zetu za kutupiga, walikuwa wanaturekodi wakati wanatupiga wakati wanatugaragaza kwenye maji, wana picha zetu, walikuwa wanaturekodi video walikuwa na turekodi video, wanazo. Wanasemaje? sio wao? Kwa hiyo, kuna kuna wahuni waliingia pale getini wakiwa wamevaa nguo za za za polisi, alafu polisi hawakuwagundua kwamba ni wahuni, alafu hawa wahuni wakaondoka na sisi. Wakwanza wakatuingiza, wakatuingiza mahakamani getini, ile geti la mahakama likafunguliwa, ile gari ambayo tulikuwa tumepakiliwa ikaingizwa mule ndani getini, baada ya kuingiza ikatolewa ikatolewa ndio, ikaondoka na sisi. Wakaagiza, kuna askari alikuwepo pale amevaa kibaragashia, alikuwa amevaa nguo za za za nyumbani kasuti hivi, akaagiza tupelekwe salenda. Tulipofika salenda, kuna askari akakataa kwamba hawa wapelekeni huko. Kwa hiyo kauli ya Murilo ni kauli ambayo inaonyesha serikali kwa sasa raia wake sio wa thamani, ila urahisi ubunge na vyeo vingine ndivyo vya thamani katika nchi hii, wala sio raia wake. Ni hatua gani ambazo mmechukua ama umechukua wewe kama ambaye ni moja kati ya walioathiriwa na kadhia hiyo? Mimi naji na, na, napata matibabu kwanza. Nafikiri baada ya kupata matibabu nitashauriana na wanasheria, nitashauriana na chama kuona ni hatua gani ambazo tumesha- tunaweza kuchukua, pamoja kwamba wanasheria wameshachukua maelezo yetu ya awali. Wanasheria wa nje ya nchi na ndani ya nchi wameshachukua maelezo yetu ya awali. Kwa hiyo tunamaliza kupata matibabu, tukipata nafuu, tutaona nini ambacho tunaweza kufanya. Ni maelezo gani ambayo yamechukuliwa na wanasheria kutoka kwenu? yale ambayo nini, tulikamatiwa wapi, tulipelekwa wapi, tulifanyiwa vitendo gani, tuliachiwa saa ngapi na wapi, tuliachiliwa na kadha wa kadha, ambao walikuwa wanahitaji kutoka kwetu. Kuna hofu yoyote ambayo uko nayo kwa hivi sasa, baada ya kadhia uliokutana nayo? Hofu ni kubwa, hofu ni kubwa, hofu ni, ni kubwa kwa sababu kwanza maeneo niliyoenda kupigiwa, maeneo Ununio, ambayo Ununio ndiko alikopatikana mjumbe wa kamati kuu mwenzangu ambaye siku nne zilizopita nilikuwa naye kwenye kikao akiwa kwenye basi anaenda nyumbani kwake Tanga, akashushwa kwenye basi na watu wanaosadikika ni polisi, alafu akapatikana pale amekufa. Polisi wakakana hawahusiki na ma, na hicho kitendo tofauti na hivyo. Tumetolewa pale, tumepelekwa kituo cha polisi Mbweni, mimi tumekaa kituo cha polisi Mbweni, ofisi ya upelelezi mimi sije kufika kituo cha polisi tofauti na siku hiyo. Tuliingizwa chumba kimeandikwa ofisi ya upelelezi, iko kule nyuma, ukiingia tu mkono wa kulia, chumba cha kwanza, kuna vikochi viko mule viwili na kameza kamoja, viko kwenye chumba. Wanakataje kwamba kutukamata wao? Kwa hiyo nina nina nina hofu kwa sababu ma, kama kama polisi waliovaa nguo za askari wanaweza kunikamata wakaenda kunipiga na, na, na leo wakaja kukana kwamba sio wao walionikamata, sio wao, hawahusiki kabisa na kunikamata, lakini nilipelekwa kituo cha polisi mimi baada ya baada ya kupigwa hivi. Kama ni wewe, utajua ni nani anakulinda? Maana jukumu tulilolipa jeshi la polisi ni kulinda raia na mali yao, lakini wanakupeleka hapo hapo, polisi wanakupiga wanakukana kwamba hawajakukamata. Unaweza kuwa na amani? Unasema kwamba ulipelekwa katika kituo cha polisi, ni muda gani ulipelekwa katika kituo cha polisi? Kwa sababu video ambayo inaonekana ni ile video ambayo mlikuwa bado mpo katika eneo ambalo ninyi mnasema kwamba ni eneo ambalo mlikuwa mmeachwa na jeshi la polisi, ni wakati gani ambapo ulipelekwa kituo cha polisi na ni wakati gani ambapo uliachwa katika eneo lile? Kwanza utambue, pale tulipoachwa hatukupigiwa pale. Sipo tulipopigiwa si tumepigiwa ununio. Baada ya kupigiwa ununio na kugaragazwa kwenye maji machafu, tulibebwa tukapelekwa kituo cha polisi, kituo cha polisi cha Mbweni, kibao kinaonyesha pale. Mimi sijai kufika hicho kituo, lakini nilifika siku hiyo kwa mara ya kwanza. Kule nyuma kuna mama anauza kama ka, kama kamgahawa fulani hivi a, ka, kana, kana mabati pale hapo hapo hapo kituoni, yuko pale. Tulipo tulipopata kiu kwa sababu ya maumivu makubwa, tulikuwa tume- tumepigwa tu, tuliomba tu, tupewe maji. Yule mama akasema maji anauza, askari waliokuwa wanatusimamia wakasema maji yanauzwa. Tukanunua maji pale, tukanunua maji pale kwenye hako, ka, kwenye hako ka, kajitu kama ka, kamgahawa tukakaa kwenye gari bila kushushwa hapo na nani Mbweni kama saa moja hivi. Baadaye tukashushwa kwenye gari, tukaambiwa tuingie ndani. Tulivyoingizwa ndani ndio tukaenda hiyo ofisi imeandikwa ya upelelezi, ofisi ya upelelezi. Tukakaa mule kama masaa matatu, tumelala chini hapo kwa sababu kulikuwa hakuna mtu anaweza kukaa, matako yana uma, mwili unauma yani unalala unatafuta mahali ambapo una aweni kwamba unaweza kulala kula ukaparalia uka, uka. Baada ya kama masaa matatu mlango ukafunguliwa, tukaambiwa tokeni, ndio tukapakiliwa kwenye gari, tukaanza safari ambayo hatujui tunaenda wapi. Ikafika mahali nyumba zikapotea, tukashika tuka ka barabara kaako kanaenda tujui misio mwenyeji, tukaenda wakafika mahali gari kwanza kuna wakati gari ilisimama, kama kwenye nyumba hivi, kuna mahali kuna nyumba huko na huko, lakini nyumba zile zina zina ukuta. Wakataka kutu kusema tushuke, baadaye yule mtu alikuwa anaongoza msafara akasema twende, akaondoka tukaenda mpaka hapo tuli, nyumba zilikosa kabisa. Tulikaa tuko maeneo ya ambako hakuna nyumba, gari ikasimama. Gari iliposimama, wakatuambia shukeni kwa hiyo tulivyomaliza wote kushuka, gari ikasogea mbele, akawa amebaki askari mmoja ambaye alikuwa anaongoza hiyo gari muda wote. Gari ilipofika, wakati anataka kupanda, akarusha simu zetu chini, akaondoka, gari ikaondoka, ikatuacha hapo, kwa pale tulipokuwa, tulipoonekana tupo ni ni ni pa mahali pa mwisho tulipopelekwa. Umekata tamaa ya kushiriki shughuli za kisiasa baada ya kadhia uliokutana nayo? Siasa sijakata tamaa kwenye siasa kwa sababu sifanyi uhalifu, siwazi kufanya uhalifu. Ndio maana nilisema kama sio juzi siku sikumiziopita, kwamba mimi nimekuwa kiongozi wa CHADEMA a, tangia miaka ya nyuma. Nimekuwa kiongozi wa tawi wa kata wa wilaya, nimekuwa mwenyekiti wa mkoa, sasa ni mwenyekiti wa kanda. Sijawahi kushiriki kikao chochote cha CHADEMA kinachopanga kupanga kupambana na polisi, sijawahi kukishiriki, sijawahi kukipitia. Chadema inaje, inatengeneza hoja iwaambieje wananchi waikubali? Kwa hiyo mimi kwa kuwa siasa na, na mimi sio muumini wa kupanga namna ya kupambana na polisi, isipokuwa kujenga hoja matatizo yanayokabili Watanzania ili waiunge wa mkono Chadema. Nataka kusikia kwa sababu wewe ni kiongozi, katika mazingira kama haya ambayo unayaelezea, unafikiri nini ambacho kinatakiwa kiweze kufanyika ili shughuli za siasa ziweze kufanyika katika mazingira ambayo yanatawaliwa na misingi ya haki na kuzingatia sheria ambazo zinatawala shughuli hizo za kisiasa? Moja, kila chombo kiwajibike kwa, kwa nafasi yake. Jeshi la polisi liwajibike kulinda amani na raia zake, wavilinde wa vyama vya, vya upinzani vifanye, vifanye siasa, walinde CCM ifanye siasa, watokane wasiri, wasi wasi wasiwe kama viongozi wa Chama cha Mapinduzi kwamba this, kwamba sisi tunapofanya tunapambana na jeshi la polisi kama mwenyekiti wa CCM. Kwa sasa ni kama yani tunawaza tuna, tuna, tuna, tuna tunawaza CCM tunawaza polisi eh, kama vile una kwamba atajibuje Yani, kama vile unavyowaza kwamba natengeneza hii hoja nikaipeleka kwa wananchi, CCM si watajibuje? Yani ndivyo unawaza si, si polisi watajibuje, sio CCM sasa. Si polisi watajibuje? kwa polisi wakae watulinde na waache wa, wa, wa, waache vyama vya siasa vifanye, vifanye siasa. Ulijia kuona polisi wapi amejeuhiwa, amepigwa na, na, na, na watu wa Chadema hawapo. Juzi wamemkamata mwenyekiti pale pale pamoja na kwamba walikuwa na uwezo wa kumsubiria nyumbani hotelini, wakamkamata bila shida yoyote, lakini walienda kwenye mkutano ili wangalau polisi arushiwe hata vumbi eh? Waseme unaona askari wetu amerushiwa vumbi. Hata hiyo vumbi hakurushiwa hata hiyo vumbi matendo ya kurushiwa, waacha hayo matendo. Nchi ya kwetu wote, vyombo vya vyombo vile vinavyotoa haki kama mahakama ni moja ya vitu ambavyo tunavitetea Vijitegemee, vijitegemee. Haiwezekani mahakama ah, watu wanazuiliwa kwenda kwenye kesi. Mahakama itoe kauli. Tunataka mahakama iwe huru, tunataka polisi wawe, hata wao hawako huru. Ukizungumza na wao, baadhi ya wao wanakuambia tuna ndio hivyo, amri inakuja, sasa tunafanyaje? Wawe huru, wafanye kazi zao huru, na si tuache tufanye kazi zetu huru ili angalau angalau tuwasemee tuwaseme wa Tanzania. Mimi nashukuru sana kwa kuzungumza nasi siku ya hii leo, asante sana na nakushukuru sana na nakushukuru sana na... <tune>